Mwingine usiwe na roho mbaya, kama ya mwindaji akienda kuwinda, anakuwa na roho ya upore kwa mbwa, namuona mbwa ni rafiki yake, ni kama wametoka tumbo moja, mpaka namshika twende kuwinda, hata napoenda, unaenda wapi? Tunaenda kuwinda. Yani yeye na mbwa wakifika kwenye mawindo, kazi anaachiwa mbwa, yeye anakuwa master of ceremony Shika mbwa anakimbia mpaka kwenye miiba kwenye makorogesheni anaingia, ana, anajua nikikamata tutakula na mababa, kwa upole ule lazima nile naye. Anakamata munyamapaa anapiga keremu mm! Mwindaji anajua amekamata rafiki yangu. Akifika pale mbwa anatikisa mkia, yaani kumwonyesha umeiona kazi yangu, umeiona kazi yangu. Anafikiri jamaa tena atampongeza, anashangaa, jamaa anachukua fimbo, anapigwa mbwa anajiuliza uu, jamaa yuko serious au ni bahati mbaya amenipiga? Mbio zote shukurani yangu ndio fimbo? Mba anaondoka anasema hey. Jamaa ndo anamalizia mnyama, anaweka begani. Kiswahili kimebadilika, sio Tumetoka kuwinda ni nimetoka mbwa hayumo. Anafika nyumbani, nani ile nyama, anatoa ngozi, anachoma mbwa. Anakaa usawa wa mlango kumkumbusha kwamba usisahau mbio zangu za jamaa. Anachoma nyama mpaka inaiva, jamaa anaanza kula nyama, anaanza na steki Mbwa anafanya kazi ya kumsindikiza, anapookota nyama anapandisha nayo, anaokota na anajaribu kutikisa mkia, unanikumbuka. Uh, jamaa anasema toka. Mbwa anarudi nyuma lakini usawa wa mlango anasemee, Mungu saidia kiumbe hiki kikipewa akili hata kidogo, ya kukumbuka kazi yangu. Jamaa anakura, anamaliza steki yote na mifupa raini anaitafuna, inabakire migo ngumu, anasema hii itavunja meno. Ndo akili zinamrudia kwamba nilienda na nani? Nilienda na mbwa. Ndo anamwita mbwa e, mbu ameokoka, hana makasiriko, hana kisirani. Mbwa anakuja kwa upole, anapokea ile mifupa, na yenyewe anaipokea kwa shukurani, kwamba hata hii nayo nashukuru. Anatikisa mkia kwamba asante, hata hii siungetwanga kwenye jiwe ukara. Mwenyewe mwangalie mbwa anavyokula, ana, anapindisha shingo. Ni vile hatujasoma language ya animals, hatujasoma wanaongeaje, lakini kila kiumbe duniani kinaongea, kina communication, kinaongea nawezekana. Pale anasema Mungu Mungu mbio zangu za zote yani, ile kuingia kwenye magorogesheni na miba yote, naambulia mifupa, amemaliza nyama yote. Uenda mbwa namuombea muwindaji, naomba raniwe asinenepe, asinawili, asinone. Uliwahi kuwaona muwindaji mwenye maisha mazuri? Wale ambao wanawinda kutumia wanyama wote wana maisha ya jablana ya mbwa. Unajua, kuna watu wamemfanya Mungu kama mbwa wao wow na wachungaji wanawasaidia. Pokea kazi, pokea milango kufunguliwa, pokea nyota, pokea kibali, mwache I receive. Sasa I receive. I receive. Mungu amemkamatia kazi pa biashara pa pa salari ya kwanza na, kabla hajapata, alimwambia Mungu nitakuwa mwaminifu, nitatoa zaka, nitatoa shukurani, hata pale kanisani nitanunua skrini kubwa, nitanunua viti, nitachangia uwanja, ntafaa. Mbingu zikasikia. Akishashika ile sarari, anashika kifimbo. Mungu poka, usiguse sarari yangu poka. Roho Mtakatifu anasema zaka taithi, poka, shukurani su, poka, anakura sarari yote, inabaki mifupa, mifupa chenji walizomrudishia wapi na wapi, mifupa ndo anakuja nayo kanisani. Hey, jamani, wakati wa sadaka ndo anachukua mifupa yake, korokoto korokoto. Mwingine anafungua simu, tafikiri yuko serious, kumbe hata atoi chochote, anachezea chezea simu kuatia moyo. Naomba nyie wa Kristo, Wakristo mwe mnatusaidia, mtu akishika simu chungulia kama ni kweli yuko kwenye Mpesa, yuko kwenye eh, Airtel money, tusaidie. Yesu alichungulia, ndio maana alijua huyu mwanamke ametoa kasenti, huyo kafanya nini? tusaidie ye kwa niaba ya Yesu kuchungulia.